Ni Bugoma TV Habari. Habari. -E. Wananchi wa Isengule, tunaenda katika kipindi cha mpito, tunaenda kwenye uchaguzi mambo yatakuja mengi, watu wengi watazungumza, kila mtu anavyojua yeah. Ni wasihi yeah. Uliesenya naye kuni, ndiyo unaota naye moto. Usiache mbachao kwa msala upitao, zimu ilikujualo halikuli ikakwisha. Tuondoe dhana ya ubaguzi wa dini, tuondoe dhana ya ubaguzi wa ukabila. Ni waombe sana vijana, kwa umoja mliouonyesha, nguvu mlioionyesha, akinamama mlivyojitokeza kwa wingi, mjitokeze na kwenye chaguzi zijazo. Kura ya kwanza mumpe Dakta Samia Suluhu Hasani. Dakta Samia Suluhu Hasani amefanya mambo makubwa sana. Halmashauri yenu ya wilaya Tanganyika tumepata bilioni mia tano na ishirini. Kupatikana kwa hizo fedha, maana yake mna mbunge anayefuatilia, anayejali, anayejua mifumo ya kutafuta hizo fedha. Tuna halmashauri tano ndani ya halmashauri ndani ya mkoa huu, lakini bilioni mia tano na ishirini zimekuja kwenu zimekuja kwenye sekta ya barabara, umeme, kwenye vituo vya afya, kwenye afya kwa ujumla, kwenye kilimo, vyote hivyo vimetengeneza kupata shilingi bilioni mia tano na ishirini. Lakini katika vitu ambavyo mimi mwenyewe nakiri nimewafanyia na, nime na kuwatendea haki wananchi wa jimbo hili, nilipambana niliwapigania tumeleta bandari ya Karema bandari mpya ya kisasa imejengwa. Ilipojengwa palikuwa siyo stahiki yake, ile bandari ilitakiwa ijengwe kwenye eneo la mkoa wa Kigoma Sibwesa, lakini kwa mvuto niliyoufanya serikalini, niliivuta ile bandari ikaja kujengwa pale eneo la Karema siku zote ninaishukuru serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye sekta ya uvuvi mimi ni miongoni mwa wabunge ambao nawapigania sana kwenye ziwa hili Tanganyika, na hata sasa hivi nilikuwa miongoni mwa wabunge ambao saa hizi tunapinga kufanywa katazo la kulipumzisha ziwa, na tunajenga mazingira tunajenga mazingira ya kuambia ukweli kwa ziwa Tanganyika, ni ziwa ambalo linajifunga lenyewe kuliko mnavyofanya kwa sasa. Kwa hiyo serikali sikivu ya awamu hii ya sita bado inaendelea kufuata mawazo ya wabunge, na tumeshirikiana wabunge wa mkoa wa Kigoma, Rukwa na Katavi, na mkoa wa Katavi mbunge pekee ambaye amepakana na ziwa ni mimi. Nina wajibu wa kuwasimamia ninyi wananchi, kuwatetea na kuwa sauti yao ambayo tunaifikisha serikalini haya. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Tumeyasema juzi kwenye kikao cha kamati ya wabunge ya kokasi ya Chama cha Mapinduzi, ambayo tumeieleza serikali bayana umuhimu wa kuachia kuto kulifunga ziwa kwa kipindi hiki, kwa sababu kipindi ambacho lilifungwa lilitoa mazao kidogo sana kwa muda mfupi alafu likajifunga lenyewe. <coughs> <Nisi emoe>. iem <coughs> ombi langu kwa nyinyi vijana Serikali imeweka mipango thabiti kupitia mabaraza ya, bi, mabaraza ya madiwani. Mna fursa iliyopo, nendeni mkaanzishe vikundi vya ujasiriamali. Tusiishie tu viongozi wanapokuja mkitupokea alafu mnaishia mitini, hapana. Mimi sipendi kuwatumia kama daraja, napenda kuwafanya na nyinyi mweze kunufaika Andayeni andiko nzuri, andayeni mipango mizuri, mpate mkopo kupitia mikopo ya wajasiriamali, kundi la vijana. Tunaye mikopo ya wajasiriamali, kundi la kinamama, hali kadhalika walemavu. Jina naitwa Lemi Vitus Kinsi, eh ni mkazi wa wilaya ya Tanganyika katika kijiji cha Ikola. Aa, mimi kama kijana kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025 nimejipanga vizuri kuhamasisha vijana wenzangu wasitumike vibaya katika kuchagua au kujihusisha kwenye makundi ambayo sio sahihi kwa kuchagua viongozi ambao wapo kwa ajili ya masilahi. Ukiwa kama kijana inatakiwa uchague kiongozi ambaye anakufaa ili mwisho wa siku uje kuona faida zake za kimaendeleo. Sante kwa majina, naitwa Paskaria Meki Pita Msendo, ni mkazi wa wilaya Tanganyika, kata ya Katuma, tarafa ya Mwesi. Tunatambua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na tunajua ni jinsi gani sisi wakinamama tunapotumika vibaya katika mwaka huu wa uchaguzi, lakini mwaka huu tumejipanga ili tuweze kupata viongozi walio bora. Tunatumia sisi wenyewe wakinamama wa kujipambania kwanza sisi wenyewe tuweze kukimbilia kwenye fursa hizo za uongozi. Wakina mama hatutodanganyika kwa kitu chochote, tumejipanga kutenda haki kwa kila mgombea yeyote atakayekuwa amechaguliwa atakayekuwa ametia nia na kuteuliwa katika uchaguzi. Hii ni Bugoma TV habari.